Hii ni mwendelezo wa ziara ambazo nimekuwa nikizifanya ili kujiridhisha kwamba maagizo ya serikali ya kwamba taasisi zote zinazolisha zaidi ya watu mia moja zinaweza kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Kama unavyofahamu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akihitimisha bunge lililopita alitoa maagizo kwamba kufikia tarehe mwisho wa mwezi wa nne, tarehe thelathini mwezi wa 4 tuwe tumeshakamilisha kwa asilimia mia moja wakati huo sisi tulikuwa mbali sana, taasisi za jeshi kwa ujumla wake, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na la JKT. Lakini kwa hali ilivyokuwa muda umeongezwa mpaka mwezi wa sita. Kwa hiyo nimepita, tuna tumefanya vizuri sana. Kwanza nianze kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sielewi kama wengi walielewa wakati alipokuja na ajenda na hii ya kupikia nishati safi kwamba ina faida gani? Faida ni kubwa sana, vikosi vyote na vina, vimefikia asilimia mia moja ya kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Vikosi vyote hivyo ambavyo vinalisha zaidi ya um, watu mia moja. Nilianza Ruvu, ni jana nilikuwa Burombora na, na, ta, Mtabira, ta, Mtabira uh, Msange au Masange, mi nimezoea kuita Msange lakini nimeambiwa kuna jina lipya sasa hivi ni Msange. Kwa hiyo uh, niko hapa hapa kwa hapa tu faida zimeonekana ni kubwa, mko hapa mmeona. Kwa hiyo nakuta kwamba, kwanza, nianze faida kubwa hiyo ya utunzaji wa mazingira nimeisema, lakini faida nyingine kubwa ni saving. kwamba wakati mwanzo wakitumia nishati cha, ni chafu walikuwa wanatumia pesa nyingi zaidi kuliko wamehamia sasa hivi kwenye nishati safi. Hata ukiweka ule uwekezaji waliofanya bado wameshavuka na, ku, na kupata saving kubwa. Nilivyokuwa Ruvu nilieleza ambapo wenyewe walikuwa wanapata wanasevu kama milioni saba na jana pale uh, tumeona wanasevu kama milioni tano. Leo hapa hapa ndio wanasevu nyingi zaidi, kwa sababu walikuwa wanatumia milioni kumi na tano kwa mwezi, lakini sasa hivi wanatumia milioni nane, milioni 4.8 tu hii hapa kwa mwaka mzima na miaka inayoenda, ni hela ambayo wanaweza kuitumia kwa shughuli nyingine na kwa ukiangalia kwa vikosi vyote itakuwa ni saving kubwa ambayo itaweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa hiyo ni faida moja ya kusave, lakini faida nyingine ni afya kwa vijana, kwa sababu vijana na wale wote ambao na maskari ambao wanashughulika nao maafisa, kwamba unapotumia nishati safi madhara yake ni kama hayapo kiafya, kwa sababu ule utakwepa ule moshi, moshi haupo kwa hiyo hutaumia macho kule. Vijijini mnajua kuna wabibi wamekuwa wakiuawa tu kwa sababu ya macho mekundu. Kwa hiyo utasevu afya yako, lakini kwa vijana, pamoja na kusevu afya yao, watasevu muda.